Ubalozi wa Marekani nchini Tanzania umetangaza kuwa Marekani inaanza kutathmini ama tathmini ya kina ya uhusiano wake rasmi na serikali ya Tanzania kufuatia kile uh, inachokiita mwelekeo wenye wasiwasi mkubwa wa serikali ya Tanzania katika masuala ya haki za kibinadamu, demokrasia na usalama pia. Taarifa hiyo imetolewa jana Disemba 4 mwaka 2025 na Tommy Pigott, naibu msemaji mkuu wa Marekani kupitia tamko rasmi la Ubalozi wa Marekani jijini Dar es Salaam. Marekani imesema kuwa licha historia ndefu ya ushirikiano mzuri wa Tanzania, matukio ya hivi karibuni ikijumuisha, la kwanza ambalo ni kukandamizwa kwa uhuru wa kujieleza na uhuru wa dini, pili ni vikwazo vya wawekezaji wa Marekani, lakini tatu ni ukatili dhidi ya raia kabla ya kabla na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mambo haya yamebua wasiwasi mkubwa kuhusu uaminifu wa, wa serikali ya Tanzania kama mshirika. Tamko hilo linasema kuwa matendo ya vikosi vya usalama vya Tanzania yameweka raia wa Marekani, watalii na maslahi ya Marekani nchini katika hatari, jambo linaloathiri udhibiti wa usalama na ustawi wa eneo la Afrika Mashariki. Marekani bana imesisitiza kuwa haiwezi kufumbia macho vitendo vinavyohatarisha maisha ya raia, demokrasia au usalama wa kikanda. Na wamesema kwamba mstakabali wa uhusiano wa kidiplomasia baina ya nchi hizo mbili unategemea hatua za serikali ya Tanzania katika kurekebisha ukiukaji unaoendelea. Sasa hii hapa ambayo unaiona ni barua ambayo walikuwa wameiandika uh, ubalozi wa Marekani Tanzania wakiwa wanadhibitisha kwamba wataitabidi wamefanya upya tathmini ya uhusiano wao. Sasa hii ni Barua ambayo iliandikwa kwamba tamko la Tommy Pigott naibu msemaji mkuu, ehe, alafu uh, kisha habari hiyo ni kutathmini upya uhusiano rasmi kati ya Marekani na Tanzania. Sasa, barua ikawa imesomeka kwamba Marekani inatathmini ushirikiano wake wa muda mrefu wa watu wa Tanzania ambao umeleta ustawi wa nchi uh, wa wananchi wetu na usalama katika kanda hii. Hata hivyo, hatua za hivi karibuni za serikali ya Tanzania zimezua wasiwasi mkubwa kuhusu mwelekeo wa uhusiano wetu rasmi wa kibalozi wa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 usalama wa pamoja ambao umekuwa alama ya ushirikiano wetu kwa miongo kadhaa. Marekani haiwezi kufumbia macho vitendo vile vinavyohatarisha usalama wa raia wetu au usalama utulivu wa kanda. Mustakabali wa uhusiano, uh, wetu rasmi wa kibalozi na serikali ya Tanzania utategemea matendo yake. Hii ndio barua rasmi ambayo ilikuwa imeandikwa na Pigo Tambaye, ndio naibu msemaji Eh, wa, wa kuhusiana na masuala ya uhusiano wa Tanzania na Marekani. Sasa hii barua imeweza kuthibitisha kwamba wameweza kufanya tathmini upya. So lazima la maandamano ambayo yalitokea Oktoba 29 baada ndio wamepelekea msukumo huu hapa ambao tumeushuhudia kuhusiana na mataifa kadhaa kuku, kuja kuiponda Tanzania kuhusiana na namna ambavyo waliendesha uchaguzi wao na namna ambavyo pia polisi walitumia nguvu nyingi sana kupita kiasi katika kudhibiti maandamano ambayo yalikuwa yanafanyika. Inakuja siku kadhaa tu baada ya Rais Samia Suluhu Hassan baada ya kutoa tamko kali sana kwa Umoja wa Mataifa, EU, kwa kuuliza kwamba nyie ni nani kutupangia cha kufanya. Swali linakuja moja tu, hawana hata aibu. Nje huko anakaa, Tanzania ifanye moja, ifanye mbili, ifanye tatu, halafu ndio itakuwa hivi. Who are you? Niwaulize ndugu zangu niwaulize kwao hayatokei okay. Kwao hayatokei okay. Tumenyanyua sauti sisi kusema ya kwao. Wanadhania bado wao ni masters wetu, ni wakoloni kwetu. Kitu gani? Ni fedha chache wanayotugaia, ni fedha chache wanayotugaia, na fedha yenyewe sasa hivi haipo. Tunafanya biashara wao wapate na sisi tupate, ndipo tunaposimamia. Hilo ni moja kati ya swali ambalo limetrend sana. Hii inakuja siku kadhaa baada ya umoja ama bunge la Ulaya kuweza kusema kwamba wataweza kuzuilia misaada yote ambayo Tanzania huwa inapokea kupitia European Union ama EU. Sasa hii pia kuhusiana na Marekani, nadhani kwamba inazidi kuweka Tanzania kwenye spotlight kuweza kujua kwamba mstakabali wao na mataifa mengine tofauti yatakuwaje. Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.